Vijana wakaenda wakatafuta kwenye internet, wakamwonyesha Italy. Serikali yao ilijenga kila kitu, kila mtu ambaye nyumba aliangukiwa nyumba, serikali ya Italy ilijenga. Rais yeye anakuja anawaambia kwamba, tena aliwaambia wale wahaya wafwa kwamba wakafie pale. Rais anawaambia kila mtu atabeba msalaba wake. Nyinyi mnakumbuka tulikuwa na mtu mmoja hapa anaitwa Cleopa David Msuya, alikuwa waziri wa fedha mwaka 1986 bajeti ya kwanza ya Rais Mwinyi. Cleopa David Msuya bungeni akawaambia Watanzania, nyinyi Watanzania hali ya maisha ni ngumu, serikali ina cha kufanya, kila mtu atabeba msalaba wake. Baada ya siku tatu, aliondolewa kwenye ofisi, kwa sababu sio maneno ya serikali kuambia watu wake. Mramba alikuwa waziri wa fedha serikali, anaenda kununua ndege, ndege ya rais, akawaambia Watanzania tutakula majani, sio? Mmesahau? Lakini Mungu analipa hapa hapa duniani. Aliyemtokea nini yule Msuya? Aliomba urais, aliupata na alikumbushwa hilo tu. Leo rais anayejiita ni rais wa wanyonge anasimama mbele ya wananchi wa, wa Kagera anawaambia mtabeba msalaba wenu, anawaambia nyinyi watu wa Kagera ni watu wa majanga tu, ukimwi kwenu, tetemeko kwenu, mna kijiji kinaitwa Katerero, mna mto unaoitwa Ngono. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa <coughs> Tanzania watanzaniazagewe wa Tanzania tumeumbwa, viongozi wetu wameumbwa kuwa wanyenyekevu, na ndio maana nashangaa, Mwinyi yuko wapi? Mkapa yuko wapi? Kikwete yuko wapi? Viongozi wetu wastaafu wako wapi, kumwonya huyu bwana Magufuli ambaye anashindwa kuwa mnyenyekevu mbele ya watu ambaye wamempa kura kwa, kwa rais. Rais anakula bure kwa kodi zenu. Kila unachomuona rais amevaa ni nchi imemnunulia, kila unachomuona anachovaa, kila anachokula na tunampa na mshahara.